Eh, habari payonea na tumaini, nyote wazima wa afya, karibuni katika jukwaa letu hili la taaluma Official Khudhey Pi Update. Kama wewe ni mpya na bado hauja subscribe katika chaneli yetu hii, hakikisha umesubscribe, lakini pia vile vile hakikisha umewasha kengele ili uweze kupata taarifa zetu kwa wakati. Eh, katika video yetu hii ya leo, tutajifunza mambo mbalimbali ambayo Pi Core Team wameongeza katika mfumo wetu wa pai katika ile siku ya Pi2Day. Kwa hiyo kitu ambacho kwamba unatakiwa kufanya ni kwamba ni kufungua aplikesheni yako ya Pi Network, baadaye utakwenda moja kwa moja kwenye sehemu iliyoandikwa ecosystem challenge, utaklik hiyo sehemu. Ikisha kufunguka itakuleta kwenye peji hii hapa. Katika hii peji kuna vitu vingi ambavyo kwamba vipo hapa, tunatakiwa tuvikamilishe hatua kwa hatua. Kwa hiyo kitu cha kwanza utakachotakiwa kufanya wewe ni kubonyeza ni, ni hatua ya kwanza ambayo kwamba wamesema kwamba ku explore Pi App Studio. Tuliona katika update ambazo kwamba Pi core team wameongeza ni kuweka hii dapps mpya katika ecosystem ya Pi kule, au katika Pi browser. Kwa hiyo utaklik hiyo sehemu ya explore kuweza kwenda kuona vitu mbalimbali ambavyo kwamba Pi core team tayari wameviingiza au wameviweka katika hii Pi App Studio. Kwa hiyo once ukisha kuclick utasubiri wakati e, maanake kwamba ikiwa inafunguka ili iweze kukupeleka kwa hiyo, ikisha kufunguka, itakuleta sehemu hii. Ikisha kukuleta hiyo sehemu <coughs> utasubiri, maanake wewe hutotakiwa kubonyeza kitu chochote. Utaklik ile neno lililoandikwa allow, utaklik kuweza kuruhusu. Once ukisha kuklik, itakuleta sehemu hii. Lengo hapa manake kwamba ni kuweza kuona ni vitu gani vipi ambavyo kwamba Pi Core Team ameviongeza kuna chatbot lakini pia vile vile kuna sehemu ya kutengeneza application. Kwa hiyo video ya kutengeneza application nitatoa ni <coughs> sawa, katika video inayofuata baada ya hii tutakuja kuona. Kwa hiyo ukisha kumaliza, utarudi nyuma, ukija kwenye hatua namba moja, tayari itakuwa imeshakuwa completely, sawa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba ni kuenda hatua namba mbili. Kwa hiyo hatua namba mbili maanake ni kwenda kucheki kwenye ecosystem tayari na mambo ya ya staking. Kuna vitu gani ambavyo kwamba Pi Core Team kwenye ecosystem wameviongeza, sawa. Kwa hiyo wewe unachotakiwa maanake kwamba ni kuenda kucheki ili uweze kujifunza vitu vipi ambavyo kwamba wameviweka. Inatakiwa tutambue kwamba Pi Core Team wanapotoa hizi challenges kwamba ni kwamba wanataka tujifunze vitu vipi ambavyo kwamba vimewekwa ndani ya mfumo. Kwa hiyo wewe utakachotakiwa kufanya utakliki kwenye sehemu ya explore, utakliki hapo itakupeleka moja kwa moja kwenye sehemu ya mbele ili kwamba uweze kuona manake ni kitu gani kilichoongezwa katika mfumo. Kwa hiyo tutasubiri ifunguke wenyewe. Once ukisha kukliki unatakiwa utulie, usubiri sawa, inakuwa ina, ina kuongoza wenyewe. Kwa hiyo hapa tukija kwenye kwenye ecosystem tutakuta kuna mambo mengi wameweka, kuna mambo ya services, kuna huduma. Ukikliki kwenye services utaona kuna mambo ya exchanges na vitu kama hivyo. Kuna Pi Studio tumeeleza pale, tumeona ukija kwenye mainnet apps kuna hapo ambazo kwamba zipo kwenye mainnet zilizoingizwa zilizotengenezwa zilizo na madeveloper na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukifungua hapa utaona mambo mengi ambayo kwamba Pi Core Team wameingiza, sawa, katika mfumo. Lengo ni kujua na kuweza kujifunza ni vitu gani ambavyo, vitugani ambao Pi Core Team tayari wameshaongeza katika mfumo. Kwa hiyo baada ya hapo, kisha kujirizisha na kuweza kuona unachotakiwa kufanya, maanake ni ku, ni kurudi nyuma utarudi nyuma ili uweze kuendelea steps nyingine. Kwa hiyo utarudi back mpaka hapa, utakuta kwamba kwenye kipengele cha ecosystem kimesha kuwa completely. Kwa hiyo tunakuja katika kipengele chengine cha chini kinachofuata cha domain, uta kliki explore, itakupeleka mbele, utasubiri, haubonyezi sehemu nyingine yeyote, inakuwa ni automatically inakupeleka wenyewe mbele. Kwa hiyo, itatuleta moja kwa moja mpaka kwenye sehemu ya domain tunapofika kwenye sehemu hii, kuna box ambayo kwamba ipo hapa hapo, unatakiwa uandike jina ambalo kwamba wewe mwenyewe unalotaka kutumia kwa ajili ya biashara ndani ya blockchain ya Pi, kwamba jina lako ambalo kwamba kwa ni unique. Mimi nitatumia mfano hapo wa kuandika Amazon TZ, sawa. Nitatumia kwa sababu Amazon ipo imeshatumika, tumeona post post nyingi, kwa hiyo nitatumia Amazon TZ. Kile jina kama kulipendekeza, ndo jina la biashara ambalo kama nataka mimi, kwa hiyo wewe utapendekeza jina lako wewe mwenyewe unalotaka utalipendekeza hapo hilo jina unalolitaka. Baada ya hapo uta click search. Kama lipo itakupa taarifa kwamba kuna jina jina hili lipo limeapia, kama hapana, kwa maana hiyo manake iyo utaambiwa kwamba hakuna. Epuka kutumia hizo special character, kwa mfano kama hiyo underscore at usiweke, weka jina tupu kwa sababu ukiweka inakuletea shida kama hapo ulivyoona mimi nilivyofanya. Wewe utaklik search kwa wale waliokuwa hawajui namna ya kuweza kununua domain ndio kama hivi. Unaandika jina lako unalotaka, ukishakuandika kuandika una search na kuleta kwenye sehemu ya bidi ya mnada huku unakuja hapo kwenye sehemu palipowekwa 10 Pi ndo maana yake kwamba kiwango cha chini kabisa cha kuweka bidi. Kwa hiyo kwenye sehemu hiyo ya chini ya 10 Pi utajaza sawa, au ipo maana yake imeshawekwa automatically ukita klik neno bidi, ukiklik neno bidi itakupeleka kwenye process za malipo. Kwa kama hautaki kununua kwa sasa utarudi back. Sisi tupo kwenye kukamilisha zile challenges. Sawa, kwa tutarudi back, tuende kwenye checklist tuone tumefika hatua gani. Kwa ukitoka hatua hiyo hapo ikisha kutik, utakuja kwenye hatua ya kuweza ku kudownload manake Pi2Day bana. Maanake Pi kuna picha ambayo kwamba wametengeneza Pi Core Team kwa ajili ya hii manake kuselebrate katika siku ya Pi2Day. Kwa hiyo utaklik kwenye hiyo sehemu ya kuklaim, utaklik hapo, ukishakuklik hapo uta download hiyo hilo bana, maana yake ni picha fulani kubwa hivi, inaelezea kuhusiana na masuala ya Pi2Day, kwa hiyo utaklik ile neno download bana, ukiklik itakuleta hapa, utasubiri ikiwa inafunguka kidogo kidogo, kwa hiyo once ikishakuwa completely utaitouch hiyo picha, itakuja sehemu hii itakuonyesha kwamba download utaizuia pale, ukitouch hivi kwa kwa kuzuia itajidownload wenyewe hilo bana kwa hiyo hatua hiyo tayari utakuwa umeshaikamilisha. Utakachotakiwa wewe ni kurudi nyuma, na hii hii picha tunatakiwa tutumie kwenye kushare kwenye social medias, taari. Unaweza kushare kwenye pa, kwenye kwenye kwenye kwenye social, unaweza fireside forum, unaweza kutuma kule kwenye Twitter X na vitu kama hivyo, hapo itakuambia kwamba congratulation. Kwa hiyo tayari ile hatua umeshaikamilisha. Kwa hiyo ukija hapa utaona kwao kingile chingine kinachofuata ni cha mainnet checklist. Kama wewe checklist yako hujaikamilisha, hii hatua itakutaka ubonyeze u, ikupeleke kule mbele. Kama umeshakamilisha automatically hizi zitatiki zote, usha activate wallet yako kufanya ile verification ya email na vitu mbalimbali mbali. Kama umeweka sawa, na hapa pia pata tiki kama bado haujaweka sawa itakutaka kwamba tayari ubonyeze ili uende ukaactivate. Kwa wale ambao kwamba watakuta hapa hapajawa completely, wanatakiwa watambue kwamba kuna vitu wanatakiwa viweke sawa kwenye wallet zao. Pakiwa pametiki, maana yake kwamba wallet yako haina shida. kwa utatoka hatua hiyo, utakuja kwenye hatua nyingine ya kwenda kucheki kuhusiana masuala ya node. tunajua kwamba Pi Core Team wameupdate taarifa katika mifumo hii ya node, sawa, wameweka zile node rank Kwenye, kwenye blockchain ili kuweza kuona nodi bora ambazo kwamba zipo kwa sasa zinazofanya vizuri. Kwa hiyo utakliki pale explore, itakuleta huku mbele moja kwa moja, utaona maanake kwenye zile top nodes zipo hapa, na unapo kliki next page itakupeleka kwenye page nyingine. Utaona hapa tarehe ngapi imefanyiwa hiyo, sawa, imekuwa activated. Utaona maanake public key ipo ya hiyo aina ya nodes na vitu kama hivyo kwa hiyo pia ni kitu kipya walichokiweka Pi Core Team kwenye kwenye blockchain huku ya pai, kwa tunatakiwa tuje tuone na tujifunze. Kwa hiyo baada ya hapo utacheki uta, uta kadiri ukiklik next page utaona. Kwa hiyo ukirudi, tayari utakuwa umesha complete hatua hiyo ya nodes. Kwa hiyo hatua nyingine, unachotakiwa kufanya manake utakuja ku claim hapa kwenye sehemu ya kutumia username badge, maanake hii inakuwa ni kama vile ni logo au ni iconi fulani ambayo kama unaweza kutumia kwenye username yako kwao, utaselekti hapa moja unaotakiwa unaotaka kuselekti utachagua, maanake unataka ipi. Kumbuka kwamba ukishakuselekti haiwezi kubadilika, kwa hiyo unatakiwa ufanye maamuzi yoyote kati ya hii unaotaka wewe mwenyewe utaselekti. Ukishakuselekti utaconfirm hapa selection. Kwa hicho ni kitu cha muhimu pia ambacho kama tunatakiwa tuzingatie. Kwa hiyo utaangalia ipi ambayo kwamba itakupendeza, ambayo kwamba itumike kwenye username yako na vitu kama hivyo, yani ikae pale mbele hata unapotumia kwenye mambo ya Fireside forum nini inakuwa ina pia ni kama vile ni emoji fulani ambayo kwamba inakuwa ipo kwenye ile username yako. Kwa mimi nita select hiyo Pi technology, nita tiki hapo kwenye hiyo sehemu. Once nikishakutiki nita click confirm selection. Kwa hiyo nikisha kukonfirm itaniambia congratulation. Kwa hiyo nimeshachagua, kwa hiyo nimesha nitachotakiwa kufanya nitakliki ile neno go back, nitakliki go back ili kwamba iweze kunirejesha kule nyuma, niendelee na hatua nyingine ambazo kwamba tunapaswa manake kuweza kuzikamilisha. Hivi ndio namna ambavyo kwamba checklist inafanywa. Unaweza ukapiga screenshot kwa ajili ya kuweza kuweka kama kumbukumbu -kumbu au kuposti kwenye social media kama na wewe umeshiriki katika challenges kwa hiyo hapo tayari tumemaliza hatua. Inayofata ni kwenye ni kucelebrate katika fireside forum, yani kusherekea kwenye fireside forum, kutokana na update mpya ambazo kwamba Pi Core timu wametoa, especially katika kipengele cha Pai App Studio kwenye utengenezaji wa application. Kwa hiyo hapa unatakiwa wewe uende ukaposti kule kwamba aina ya apps uliyotengeneza wewe kupitia Pai App Studio kwa hiyo kuna hatua ambayo kwamba tulipita mwanzo ikatupeleka mpaka kwenye option ya Pi App Studio lakini hatukuonyesha namna gani ya kutengeneza application. Kwa hiyo katika video inayofuata nitakuja kukufahamisheni ni namna gani ya kuweza kutengeneza maanake Pi App Studio. Sawa, ni video itakuwa fupi, itachukua dakika mbili tatu, lakini kama unataka kutengeneza application yako ya biashara tutaelekezana. Kwa hiyo, utaklik ile neno. Sawa. E, posti, itakuleta moja kwa moja kwenye sehemu ya Fireside Forum kwa hiyo huku utakapofika kwenye sehemu ya Fireside Forum ikishakufunguka, itategemea na network yako ipoje. Once ikishakufunguka <coughs> kuna option ya, ya plus nadhani tunafahamu, tushatoa hii elimu namna gani ya kuposti huku. Kwa hiyo kuna sehemu ya plus, ndo ambao kwamba tunatakiwa tubonyeze, ili kwamba itupeleke mbele kwenye hatua ambayo kwamba inatakiwa ifatwe. Kwa hiyo hizi ni posti ambazo kwamba ametuma watu mbalimbali, utakuwa unaona. Ukitaka kulike, una like sawa. Eh, kwa hiyo utakliki plus, utakliki kwenye profile. Ukija kwenye profile utaangalia una coin ambazo kwamba tayari unaweza ukatumia kwa ajili ya kuposti, kwa sababu kumbuka huku hatuwezi kuposti kitu bila ya ya, ya kuwa na coin zile. Kwa hiyo ukikliki plus takuleta sehemu hii, chini kabisa kuna sehemu imeandikwa add image. Kwa hiyo wewe ukisha kutengeneza ile application yako kwenye Pi, App Studio juu kuna sehemu ya title, utaandika title ya ya hicho unachotaka kuposti kwenye hapo. Utaandika description maelezo mafupi ambao kwamba unataka kueleza kuhusiana na hiyo picha, unataka kuposti zenu utaposti. Sawa e, kwa hiyo kitu ambacho kwamba tunatakiwa tufanye ni kwamba <coughs> hii tu, manake kwamba unachotakiwa kufanya ndo hivyo. Kama haujaposti, kumbuka kwamba hii sehemu haitokuwa activated. Sawa, umeona, nimejaribu kutoka kule kabla ya kuposti kitu, lakini nimeona sehemu bado haijawa activated kuniruhusu niende mbele. Kwa hiyo, ninachotakiwa nirudi tena nikafanye huo mchakato wa kwenda kuposti. Kwa hiyo, tutakwenda sasa kuposti. Kwa hiyo, utaklik hiyo sehemu hadi picture, utaklik hapo upload, itakupeleka moja kwa moja kwenye sehemu ya picha, utaselect picha yako ya application yako uliyotengeneza, utapiga screenshot. Kumbuka kule kwenye Pi App Studio, na nimeshasema video inayofuata nitatuma Sawa ehe, kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kwamba utakifanya. Kwa hiyo itaonekana kama hivyo hapo, maelezo utaweka title yako, ukisha kuselect kule itakuja hiyo picha chini, utaandika hapo maelezo ya, ya hiyo maana ke post yako unataka kutuma, kama hivyo nilivyoandika mimi, alafu baadaye kitu kinachofata utakliki sehemu ya post, itakuleta hapa kwenye token, utaweka hapo idadi unataka kutumia token ngapi ili kuposti maana ke post hiyo. Kwa hiyo utakliki hapo create post itakuwa na load itategemea na internet ilivyo. Sawa. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo kwamba unapost. Cha kwanza kama nilivyoeleza plus. Itaload hapo utasubiri network maanake ikiwa inakupeleka mbele. Ukishakukliki plus unaenda kwenye sehemu ya ku add picha pale chini kama nilivyoeleza hapo nyuma. Hatua ndo zile zile. Nadhani mnazijua kwa waliokuwa natufuatilia mwanzo hadi mwisho kwenye mafunzo mbalimbali. Mbali. Baada ya hapo maanake post itaonekana kama hivyo e, manake title uliyoweka picha ya application yako uliotengeneza na maelezo ambayo kwamba umeweka pale chini. Unaweza ukaklik sehemu ya share hapo ukatuma kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye social media hizo nyingine na vitu kama hivyo. Hiyo ndo namna ambapo kwamba hatua ile inatakiwa ikamilishwe. Kwa hiyo once ukishakufanya hivyo, utarudi back na sometimes unaweza ukaenda ukarudi kwenye ile hatua bado isiwe activated kwa hiyo utakachotakiwa kufanya ni kwamba ukiona bado haijatiki, utafanya kurudi nyuma kwenye application ile, alafu utarefresh peji ile au utafungua upya, ukija itakuonyesha kama tayari imeshakaa sawa. Kwa hiyo baada ya kusha kutoka kwenye peji, ukirudi tena itakuonyesha kwamba tayari imeshatiki. Kwa hiyo utakuwa umeshaikamilisha hiyo hatua sawa, lakini make sure kule umeposti umeposti kama umeshindwa kutengeneza application, yani kutengeneza application na kupata picha yake, unaweza kuposti hata lile bana ulilolitengeneza. Kwa hiyo chini hapa panaonekana, maana yake social page ambayo kwamba au hatua inayoonyesha social media za Pi Core Team. Kwa hiyo takliki pale, itakuleta hapa. Hivi ndio vyanzo rasmi official ambavyo kwamba Pi Core Team wanatumia. Ukiona chanzo hakipo hapo basi kumbuka kwamba hicho ni feki na sicho official. Unaweza kukumbana na matapeli. Kwa vyanzo vyote vipo hapo social media wanazotumia majina yao Pi Core Team yote yapo hapo hapo ipo kwenye hatua ya, ya ya pili chini kumalizia manake mwisho. Kwa hiyo ukitaka kuf, kufollow kwenye Twitter utaenda kumsearch kwa jina hilo hapo. Ukitaka kufollow kwenye wapi na no wameweka, ukikliki na kupeleka moja kwa moja huko kwenye vyanzo rasmi sawa, lakini unaweza ukachukua username na kwenda kusachi na itaapia manake ile peji husika ya Pi Core Team. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya muhimu sana tunavyotakiwa tuvizingatie, kwa sababu matapeli ni wengi sana, hata application official link zao ziko wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukimaliza kuja kureview hapa hapa, hakuna haja ya kufanya kitu chochote, unatakiwa ukamilishe tu. Utakuja sehemu ya mwisho huku kuweza ku claim hii hatua ya mwisho ambayo kwamba ipo hapa, sawa, na hii ni hatua ya mwisho ambayo kwamba unatakiwa wewe ukliki, uta utakliki uta confirm tayari, utaclaim hiyo rewards, sawa. Eh, kwa hiyo baada ya hapo utakuwa umemaliza mchakato mzima wa kuweza kufanya hiyo challenges ambayo kwamba inatakiwa, na utaambiwa hapo congratulation, kwa utakuwa umekamilisha changamoto kubwa, itajitokeza kwa wale watakaoshindwa kukami, yaani waliokuwa wameshindwa kutengeneza checklist zao. Kwa hiyo waliokuwa hawajakamilisha kwa sababu watakwama njiani, lakini nimeeleza vizuri na imefahamika. Video inayofuata tutakuja kufahamisha namna gani ya kutengeneza application, itakuwa ni video fupi. Kama wewe ni mfanyabiashara na una ndoto za baadaye, Pai imeleta fursa hiyo. Kwa hiyo utajua, tutajua namna gani ya kufanya. Kwa hiyo machache, nikutakieni siku njema, tukutane video inayofuata. Msiache kufuatilia katika channel yetu hii, tutahakikisha tupo pamoja nanyi bega kwa bega, mwanzo hadi mwisho.